Asante kwa kuungana nasi siku ya kipekee Desemba 31 ya mwaka 2015, Alhamisi ambayo wengi kote duniani tukisubiri kwa shauku kubwa kuweza kuaga mwaka huu 2015, kisha saa chache zilizosalia kuweza kukaribisha mwaka mpya 2016. Hii ni habari Clouds. Mimi ni Godfrey Kusolo, tutakuwa nayo mengi sana. Karibu. Wewe ni Mtanzania wa kisasa ambaye una mambo mengi ya kufanya, na kwa kuwa wewe ni muhimu kwetu, taarifa unazozitaka si nyingi, bali ni zenye undani wa taarifa. Haustahili kupewa urefu wa taarifa, bali taarifa za kina. Katika dunia ya sasa, habari Clouds ni chombo sahihi kwako kinachoshindana na muda halisi kuhakikisha unapata taarifa. Basi tuanze kwa kuangazia ndani ya habari Tanzania. Kubwa kama nilivyokujuza hapo mwanzoni ni kwamba uh, maandalizi ya watanzania na wananchi kote duniani ni namna ya kuweza kuuaga mwaka huu 2015 na, na hii inafuatia e, sasa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli usiku anatarajia kuwaongoza watanzania katika shamra shamra za kuaga mwaka huu 2015 na, na kupokea mwaka mpya 2016. Ni wapi basi shamra shamra hizo zinafanyika? Ungana na Azizi Kindamba ambaye taarifa yake inasomwa na Mahija za yumba kuweza kuangazia namna ya kuaga mwaka huu 215. Hatimaye safari ya mwaka mmoja iliyojumuisha miezi 12, wiki48 siku 365 saa87 dakika 525 na sekunde milioni tatu, mia moja hamsini na tatu elfu na mia sita inatarajiwa kukamilika muda mfupi kuanzia sasa. Year, Year, kwa wakazi wa jiji la Paris nchini Ufaransa, saa chache tu zilizopita, wananchi wameupokea mwaka mpya kwa staili hii lakini hapa jijini Dar es Salaam, macho na masikio ya wananchi yanaelekezwa katika uwanja wa Uhuru, ambapo Rais Dr John Pombe Magufuli anatarajiwa kuwaongoza Watanzania katika kuupokea mwaka mpya, ambapo katika mitaa mbalimbali mchana wa leo hali imekuwa hivi. Ni ndani ya uwanja wa Taifa, uwanja wa Uhuru kutakuwepo na mkesha mkubwa tu wa maalum kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mara nyingi sherehe za mwaka mpya huibua furaha tele kwa kila mmoja na hapa ndipo ule usemi wa ni majaliwa yake Mola kuona mwaka huchukua hatamu. Kijana huyu Michael Andrew ni meneja wa baa moja maarufu katika eneo la Mabibo jijini Dar es Salaam, anasema usiku huu amejipanga kuutumia vizuri kibiashara, kwa kuwa anatarajia kuona wingi wa wateja. Tumejipanga vizuri kwa vinywaji, jikoni, nyama choma, soda na mziki mdogo mdogo, a taratibu kusu mpaka muda unapofika ni kufurahia mwaka huu tumalize vipi, kwa heri. Naye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkesha mkubwa wa kitaifa Godfrey Malasi anaelezea maandalizi ya shughuli hiyo. Hivi tunavyozungumza, eh, majukwaa yameshawekwa vibali, eh, vyote vya polisi, vyombo viko uwanjani, uh, timu uh, za kuhudumu ziko tayari, na tutakuwa na mambo kadhaa ambayo nakuhakikishia ukija kwenye mkesha hutalala. kuhusu ulinzi na usalama Malazi yanafafanua. Wale walemavu wana nafasi yao, wanakuja na wanatulia pale. Kwa hiyo, amani, utulivu, usalama ni wa hali ya juu leo. Ni ile siku ambayo kila mmoja anapenda akaserebuke maeneo mbalimbali, ni kushauri kwamba kama kijana, sehemu mahususi ni hii. Nao baadhi ya wananchi wanaelezea jinsi ambavyo wamejipanga kuupokea mwaka mpya sambamba na kutoa wito kwa Watanzania katika mwaka ujao. Nina furaha kubwa kwamba nimejiandaa vema kwenda kuupokea mwaka elfu mbili na kumi na sita nikiwa na Watanzania walio wengi katika viwanja vya Uhuru. Jamani, watu wote, uwanja wa Taifa, twende tukamwombe Mungu, tukamshukuru Mungu kwa kutupa Daudi rais. Tunamwita sisi kibibilia Daudi wetu kwa taifa la Tanzania. Mwaka mpya wa 2016 unaingia wakati ambapo Tanzania iko chini ya uongozi mpya wa serikali ya awamu ya tano, miezi miwili tu baada ya kukamilika kwa uchaguzi mkuu ulioisha kwa amani na utulivu. Hakika ni wakati wa kila mtanzania kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika ni wakati wa kila mtanzania, sifahamu uko wapi, lakini wengi walioungana nasi e, Alhamisi, ni kukumbushe tu kwamba kuanzia hapo mwakani, basi tutakuwa tukiwasiliana nayo katika akaunti zetu mbalimbali. Kumbuka kwenye ukurasa wa Facebook Clouds News, lakini kwenye YouTube Clouds TV Habari, lakini hali kadhalika utatupata kupitia Instagram Clouds TV Habari, pamoja na Twitter kwa kupitia Clouds TV Habari. Bila shaka tutakuwa tukihabarishana yale maswala mbalimbali yanayojiri, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa maoni, leo hii tutaangazia swala hili la kupokea mwaka mpya 2016, ambapo bila shaka baadaye pia wenzangu watakuwa na shauku kubwa ya kuweza kusalimiana nawe mtazamaji. Tunasonga mbele ndani ya Habari Clouds, tuangazie taarifa ya wa waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na ufundi, Profesa Joyce Ndalichako ameliagiza baraza la taifa la elimu ya ufundi NACTE kufanya uhakiki wa vyuo vyote nchini kwa kukagua mazingira ya utoaji wa elimu kwa vyuo hivyo. Waziri Ndalichako pia amelitaka baraza hilo kuachana na dhana ya kuona elimu ni biashara. James Liatu ameandaa taarifa inayosomwa na Tamim Adam. Tatizo lilopo ni kwamba elimu ni biashara na hapa ni, na... ni kubadilisha elimu siyo biashara, elimu ni kutoa maarifa na ujuzi ili watanzania waweze kujenga nchi yao. Ni waziri Ndalichako akirekebisha kauli aliyoitoa katibu mtendaji wa baraza la taifa la elimu ya ufundi NACTE profesa Primus Nkwera, alikuwa akichukulia swala la elimu ni biashara Jambo liloonekana kumchukiza waziri, ikiwa leo ni siku ya nne kazini tangu alipoapishwa kuwa waziri wa elimu. Hii leo amefanya ziara katika ofisi za taasisi ya elimu Tanzania TETI na baraza la taifa la elimu ya ufundi NACTE, na kutoa maagizo kadhaa. na ningependa kupata taarifa ya mpaka sasa ni vyo gani ambavyo havijaingia kwenye central admission system, na ni sababu zipi ambazo labda zina, zina zimefanya labda hivyo vichelewe na pengine kama kuna hatua ambazo zinachukulia, pamoja na time frame kwamba tunategemea vitakamilika lini. Ni ipi kauli ya Profesa Ndalichako kuhusu kasi ya upandishaji wa madaraja kwa vyuo na kuvifanya kuwa vyuo vikuu? Kweli tunaangalia competency? Tunaangalia tu amepata alama ngapi. Kupata alama alama sio competency. Competency maana yake ni kwamba anaweza labda kuchonga chuma, hiyo ndio competency. Anaweza labda kuunda umbo fulani anaweza kwa mfano kutengeneza dirisha. Wengi wanaokuja sasa wanakuja waki- wakiwa wameingia kwenye sekta ya elimu kwa misingi ya kufanya biashara, sio kutekeleza hili kuletu kujembea ujuzi na weledi kwa vijana ambao wanaweza wakajiunga na soko la ajira na kuperform. Sasa changamoto tunazozipata ni kukabiliana na hawa watu waliokuja kwenye sekta wa misingi ya kufanya biashara akiwa katika taasisi ya elimu Tanzania teti. Waziri huyo ameagiza kusambazwa kwa vitabu vya kiada vya darasa la kwanza hadi la tatu kabla ya Januari 13, 2016, na kueleza kuwa maandalizi ya kutoa fedha za kusaidia elimu bure yameshaanza. Nina hakika kwamba tarehe 13 zitakuwa zimefika na hilo swala tulikuwa tunazungumza kwamba tutafata tutafanya ufuatiliaji kwa sababu leo ndio amelizungumza. Kwa hiyo tunataka tuwape walimu labda siku sita saba, kwa sababu bado tuna kama wiki mbili kabla shule haijafunguliwa. Kwa hiyo tunategemea baada ya wiki moja tuweze kufanya ufuatiliaji kujiridhisha, ili kama kutakuwa na ambapo zimechelewa tuwe na wiki moja ya ziada ya kufuatilia. Hatua hii inayoanza kuchukuliwa na mawaziri wa utawala wa awamu ya tano ni kwenda sambamba na kasi ya Rais Dkt. John Magufuli ya hapa kazi tu, elimu sio biashara. Tunatoka ndani ya habari Tanzania, tuangazie swahiba Mwewe nani kwa sasa hivi akiletwa kwako kwa, kwa hisani ya Halotel. Kama kawaida, jicho lake ni kwenda mbali. Kaangalia wapi mwewe? Leo matokeo yanayotolewa kuhusu Tanzania kufanya vizuri kwenye michezo hasa kwenye huu mpira wa miguu yanaonyesha kushuka kila ripoti zinapotolewa. Sasa kwa hali kama hii, viwango vitaachaje kushuka ndugu zangu? sababu mwanzo wa kipaji kuonekana ni vijana kucheza viwanja vya mitaani kama hivi ambavyo sasa mafisadi wanavikodisha kwa makampuni ya ujenzi ili waweke vifaa vyao, ndiyo vinakodishwa ili makampuni ya ujenzi kutoka nje uwaweke magari humo uwaweke nondo uwaweke vifaa vyote vya ujenzi. Aibu! hii ni aibu! Mwewe anauliza huu ni ufisadi wa aina gani hasa? Yaani kiwanja cha mpira kimesimama kuendelea na michezo ili kampuni la ujenzi lipate nafasi ya kuhifadhi mizigo yao. Mwewe anauliza ni majipu ya aina gani hayo ambayo mpaka leo hajatumbuliwa tu. Mwewe anauliza hivi, ni nani asiyejua uwanja wa Temeke Mabatini? Jibu ni kuwa hakuna asiyejua. Lakini sasa uko wapi uwanja huo? Haupo, maana kampuni la ujenzi kutoka nje eti limepewa mamlaka ya kuufanya ghala la kuwekea vifaa vyake vya ujenzi. Aibu hiyo, aibu Halafu eti mnahitaji viwango vya michezo viongezeke. Kwa hali hii haitowezekana hata siku moja, mnaongea tu. Mwewe anawaomba wahusika, hebu urudisheni uwanja huu uwe huru, na vijana wapate uwanja wao wacheze mpira hapo, na kama kuna mtu ameukodisha, basi atafute hela za watu azirudishe mara moja. Hiki ni kiwanja cha michezo, siyo karakana. Mwewe amemaliza na anaruka zake sasa huyo. Aibu hii Mwewe, aibu. Asante Mwewe. Tukirejea ni habari kimataifa habari inapatikana kila mahali hata hivyo muda wa kusubiri saa kamili ili kupata habari haupo tena habari inapatikana kila dakika na kila wakati kwa kutambua uharaka wa kupata habari kwa undani na si kwa urefu namna unavyotaka kupata habari kwa kina na sio kwa wingi ndiyo maana clouds inatambua hilo na kukupa habari clouds